Asante kwa kuendelea kuwa nasi na karibu, tuzungumze kuhusiana na masuala ya usalama, hasa kwa watoto wanapokuwa uh, njiani kuelekea shule ama kutoka shule kuelekea nyumbani, na ni kuhusu mfumo wa ufuatiliaji wa watoto kwenye mabasi ya shule, ambapo ni miongoni mwa changamoto ambazo zinatajwa kuwepo na hivyo yupo uh, uh, Canisius Rukiza ambaye yeye ni mbunifu wa application ya School Bus Online, ambayo muktadha wake ni kuwasaidia wazazi na walezi kufuatilia wanafunzi pale ambapo wanakuwa njiani kuelekea shule ama kutoka shule kuelekea nyumbani, na utafahamu zaidi kutoka kwake. Karibu, karibu sana. Asante, karibu sana, na pengine tuanze kwanza kuhusu wazo wa kuanzisha application hii, na ni application ya namna gani? Ha, hii ni application ambayo unatumia simu ya mkononi ambazo tunaziita simu janja sasa hivi. E, ni kwamba unakuwa na uwezo wa kuona mwenendo mzima jinsi mtoto wako anavyotoka shule anavyotoka nyumbani mpaka anavyopita barabarani mpaka anafika, anafika shuleni kutumia kwa kutumia simu yako ya mkononi. Mhm. Unakuwa unaona video pale, unakuwa unaona tracking ambako sehemu zote alizopita mtiririko mzima na safari nzima unakuwa unaona kwenye simu yako. mm -hmm. Ulikuja na hili wazo kwa na changamoto ambayo ilijitokeza ama nini ambacho pia kilikusukuma kufanya ubunifu katika eneo hili? Na hili ni kwamba kwa, kwa sababu kumekuwa na changamoto nyingi juu ya mazingira ya watoto shule kwenye masuala ma, ya ma, ma, ma, ma school bus, unakuta mtoto anakuwa, anapata matatizo, wazazi wanakuwa katika taharuki ta, ta, ta, ta sana lakini nikaja kuona bora nije na wazo kama hili ili kidogo, mtoto akiwa kwenye basi la shule, hata mzazi anakuwa anapata comfort mwenyewe, kwa mzazi yuko, mtoto wangu yupo kwenye gari la shule, yuko salama, amefika salama. Na na hiyo pia ilinifanya pia, nika katika hiyo program ambayo nimefanya imeongezea kitu ambacho ni kinaitwa tracking zaidi mm, ambayo mzazi anaweza kuona tracking kuanzia anavyotoka shu, anavyotoka nyumbani mpaka kufika shule kwa kutumia simu yake, pale pale anakuwa anaona mm. E, kama vile kwenye magari kwenye mabasi maga ya kimtandao anavyokuwa anaona mtu ana gari anatembea inarudi mm. Yeah. Kwa anaweza akafuatilia ka, gari sasa hivi liko sehemu gani, e, ni wapi, in, in, in, yeah, yeah. na uwezo pia wa kuwaona uh, watoto na watu kwenye basi sasa mm. mm. Kwenye basi kuna kwa kumefungwa kamera uh, na kwa yeah, kwenye basi nafunga kamera na kuna router ambayo naifunga pale kwa ajili ya kusaidia kupata access ya internet pale. Hmm. Mm-hmm. Kwa maanake ni jambo ambalo inafanywa kwa makubaliano yako, ni kwa makubaliano ya shule na wazazi ama inakuwaje? Ni kwanza, naanza inabidi nifanye makubaliano na shule kwanza, hmm. Alafu shule ndio itaongea na wazazi ili iweze kufanyika. Okay. Maana siwezi kuongea na wazazi moja kwa moja bila shule kujua, hmm. Hmm. Kwa hiyo ni utaratibu ambao shule ndio inaanzisha ina, ina ndio alafu wazazi sasa inabidi walipie hizo gharama ili waweze kutumia huo wa mfumo so. Ndio, ndio, yes mm. Na, na unadhani itasaidia nini, yani italeta ita, ita mabadiliko gani kwenye mazingira tuliyopo nayo hivi sasa? Uh, kikubwa tu ni, ni, usalama juu ya watoto. Mm. Wat, imekuwa ni taharuki sana. Umeshaona kuna matukio yanajitokeza hapa nchini juu ya hali kama hizo, watoto na, wana vitendo vya gidi vinatokea vinatokea juu yao. Lakini kwa application hii mzazi ataweza kuwa na amani hata na school bus kwamba mwanangu yuko salama na, na uhakika wa kumwona pale pale online on time. mm. mm. Okay. mm. kwa, kwa utafiti mliofanya mligundua kwamba kuna vitu ambavyo vinahatarisha usalama wa watoto ambao wanafanyika kwenye, kwenye mabasi ya kwenda shuleni sio, eh? tulifanya utafiti kidogo, lakini pia hata kwenye vyombo vya habari tulipata ushahidi wa kuona vitu kama hivyo kwamba na mm. Mm. Kwa, kwa upande wa faraga na usalama pia wa watoto hasa taarifa hizi ambazo mfano, um, kunakuwa na video ambazo zinaweza kuonekana moja kwa moja kwamba zinabaki kwa matumizi e, ambayo yamekusudiwa. Ni kwa vipi mmehakikisha me, hilo? Aa, sasa hapo ni swala la teknolojia ambalo kweli tumejipanga vizuri kwamba hakuwezi kufanya kwa sababu kwanza kuitumia hii application lazima shule husika ikuthibitishe kama wewe ni mhusika kamili mm. Application yetu ipo katika Play Store, lakini hata ukidownload huwezi kuitumia hivi hivi, lazima upate authentication kutoka kwenye shule us, shule husika mm. Na inamaana kama ni shule husika, ina maana mambo yote ya usalama kwenye masuala kama ya kutaka kugawa picha, kuona picha, mzazi kamba haja, haja, haja, hajakiwa na shule hawezi kuona Mm -hmm. Ni mzazi ambaye anakiwa ndo anaweza kuona kila kitu mm -hmm. Mm -hmm. Na uh, vipi pia kwa upande wa uh, manufaa ya kutumia uh, mfumo huu ama application hii mm -hmm. u, unasaidia katika uh, masuala gani? Uh, kikubwa ni, ni usalama ambao kila wazazi wanafikiri wamekuwa very satisfied kwa sababu mm -hmm. walikuwa wengi wanapata mashaka, mtu anakwambia niko, niko mwenge wakati kumbe yuko posta dereva, yeah. Mm. Mzazi anakuwa ana wasiwasi kila wakati mm. Kwa hiyo na yeye imefanya kwamba hofu hofu inakuwa imepungua juu yao mm. Mm. Mm. Mm. Sawa kabisa. Na sasa watu wanawezaje watu kutumia huduma hii ama mmeweka utaratibu gani wa kutumia hii huduma ambayo imeanzisha hii huduma? Kama nilivyosema kwamba inabidi awasilane na shule husika, ndio ambavyo anaweza akaanza kutumia Mm. Nanyie mnawafikiaje pia hizi shule? Uh, tulikuwa tumeshaanza kwa sababu kama kama Mwanza Mwanza hii program wanaitumia. Mm. Hapa Dar es Salaam kuna shule baadhi ambazo wanazitumia hapa sasa hivi na kama hivi ambavyo nimefika hapa leo nimepata bahati nzuri ya kufika hapa nimeweza kuitangaza zaidi. Mm -hmm. Mm. Yeah. Naam, asante sana. Wakati unakamilisha ujumbe uh, wako kwa wazazi na walezi hasa katika kutumia mifumo kama hii ya kiteknolojia uh, katika kusaidia watoto kuimarisha uh, ulinzi wao ni upi? Ujumbe wako sasa kwa wazazi. Aa, mimi ningewashauri wa, waendelee kutumia waanze kutumia hii program kwa sababu nafikiri ni ni nina relief sana juu yao. Na, ni pia ni usalama pia kwao. Ndio. Naam, shukrani sana. Ni Canisius Rukiza ambaye ni mbunifu wa application ya School Bus Online, mfumo ambao umekuwa na uh, kusaidia ufuatiliaji wa watoto pale ambapo wanakuwa njiani kutoka nyumbani kuelekea shule ama kutoka shule kuelekea nyumbani.